Kaandika no reform mitano tena. Bomboclaaty. Oya maga dikita. Eti Bomboclaaty. Asa Bomboclaaty ni mukikaje. Harmonize, kupitia ukurasa wake wa Instagram siku ya leo ameweza kupakia picha ambayo ni picha ya Raisi eh, Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini jambo ambalo limeweza kushtua baadhi ya watu wengi sana hususan wadau wa muziki wa Bongo Flava ni kuhusiana na caption ambayo Harmonize aliweza kuiweka kwenye eh, ukurasa wake wa Instagram pale baada ya kuweza kupakia picha hiyo ya Raisi Dr. Samia Suluhu Hassan alipoweka caption ambayo caption hiyo ilikuwa inasomeka kwamba no reform eh, mitano tena Bomboclaaty jambo ambalo limeweza kuwastua watu wengi sana na ukiangalia hata pia kwenye baadhi ya e, comment ambazo zipo e, kwenye post hii hapa ambayo Harmonize ameweza kuipakia kupitia ukurasa wake wa Instagram, wapo baadhi ya watu ambao ni wadau wa burudani, wao wameweza kusema haya, huyu ambaye amesema kwamba Harmonize kujipendekeza ndio kitu ambacho unajua, lakini zipo comment nyingi sana no reform, no election ambazo zimekuwa zikiendelea kupostiwa na baadhi ya watu ambao e, wanapita na upepo na kama unavyofahamu kwamba no no reform, no election ndo comment ambazo utakutana nazo kwenye e, mitandao ya kijamii ko e, zile comment za no reform, no election kwenye upande wa post hiyo ya Harmonize ndizo comment ambazo zimejaa, lakini watu wengi wakionekana kuendelea kumpongeza Harmonize, wengine wakionekana kuendelea kutoa emoji fulani hivi za moto, lakini comment ambazo zipo kwenye mtandao wake wa Harmonize Instagram pale kwenye page yake, baada ya kuweza kupakia post ya Rais Dr Samia Suluhu Hassan, lakini pia kwenye ka baada ya kuweza kuandika ujumbe huo hapo e, bana, no reform, no election ndo kitu ambacho kinapatikana. Lakini pia mbali na hapo Hans Kana, yeye alivyoona ni kwamba Harmonize kuweza mm, kuposti picha hiyo hapo e, kwa upande wa Hans Kana, yeye alionekana kuweza kujishuti video fupi ambayo aliweza kujisnap na kuzungumza kuhusiana na hicho kitu ambacho Harmonize ameweza kukifanya, kwamba e, Harmonize alichokifanya e, ni kwamba ameandika mitano tena e, no reform, no election bombo Ina maana gani? Inahusianaje tena bomboclaat pale kwenye mitano tena? So ni kama vile eh, Hans Kana ameonekana kufurahi, lakini pia eh, kuna baadhi ya watu ambao wao wameonekana kuchukizwa eh, kuna lakini, kwa namna moja nyingine, lakini kwa kweli kama mdau wa burudani kutoka kipande hicho chote ambacho upo right now eh, bana, tupe mtazamo wako kwenye uwanja comment hapo, siache kusubscribe ku like, utakuwa umetisha kina noma chao chao. <laughs> Kaandika no reform mitano tena. Bomboclaaty. Oya maga dikita. Eti bomboclaaty. Asa bomboclaaty ni mukikaje.